Tunaomba muombee taifa letu la Kenya. Kasumba imeingia ile mbaya. Nyinyi mnaenda kanisa? Ambaye amenishikilia mkono kule bunge. Huyu rafiki yangu Wangwe moyo kwenya. Nataka kusikia faruka akikula moyo kwenya, na mwenye yake amehachwa ya wala watoto wake kuhangaika barabarani, vile faruka amesema, hata wewe mtoto wa wadavaholo utaendesha gari ambayo iko na bendera kwanza. Watu mama zangu wadavaholo, vile mmeelezewa, mimi naitwa Mheshimiwa Bwire Bibi. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. No. Ametufungulia shule ya matibabu hapa. Asante. Kwa hiyo barabara, sisi wote wa mama ndio wanaumia. Mpaka mwaka huu barabara yetu haikuwe. Kumekuwa na marais wa Jamhuri ya Kenya, Mirembe Lunde mheshimiwa majority leader Kimani Ichung'wah ambaye amezungumza hapa. Nimesikia akisema oh, yes. Aya, enda yes. Wanawaambia hata rais. Mnaona kuna watu wanazungumza zungumza hovyo hovyo wanatembea kila sehemu ya muumie kule, na wakati huo yeye yako katika nyumba yake. Sasa leo wale tuambia, wale tuambie wale wapinzani ambao wanapinga kina wangu. Nyinyi mnataka Kenya iungane ama itengane? Yungani. wale wapinzani ambaye wanataka fujo Kenya, tuwambie shetani afanye nini? Yungani. Watu na nani, watu ya amani, tunataka amani, tujenge pamoja. Empowerment inasaidia wakina mama na sisi tunataka leo, tukifanya ile imepatikana, mimi naomba wakina mama muitumie vizuri ili na nyinyi muende mbele eh? Nimesikia wengine wanasema next week wanataka maandamano. Kuandamana kuko katika katiba, lakini kuvunja mali ya watu kwa sababu ya maandamano ni uhalifu, na tunawaambia wale maduka wanavunja kule Nairobi na nini, mtu amejaribu awezavyo hako na mali yake kidogo, vijana wanakuja wanapora, wanaenda naye. Kwa nini iko maandamano So those who call for demonstrations must also bear the greatest responsibility when looting and destruction of property takes place. Kwa sababu tunataka wale wanataka kuandamana hata kule bunge. Nimeambia wabunge wetu kama wananchi wanakuja, juzi vijana wa health walikuja huko kuleta maandamano nikatuma viongozi enda, chukua petition yao.

what is this business in Kenya where those who break the law it takes years before they can face the full force of the law i want to challenge that we must be a republic that encourages discourse and when people break the law they face the full force of the law that is the only way people will learn to respect the rights of other people sisi tumewaambia hatutajibizana na nyinyi mambo ya matusi ukabila na uchochezi lakini pia hatutawakubalia mchochee wa Kenya na mchochee vijana wa Kenya kwa mambo ya ghasia ama mambo ya kuleta fujo Kenya. Mwaka uliopita walienda Nairobi wataga, wakadanganya watoto wakaleta wakora kupora mali ya watu Nairobi na kuharibu mali ya umma. Tunajua wako na njama ya kuendesha hiyo fujo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

Kenyans do not want violence. Kenyans do not want bloodshed. If you imagine Kenyans will fight tomorrow, the day after, or any day to 2027, so that you may satisfy your thirst for bloodshed, please look for another country. Kenyans want to live peaceably together as one people under one flag because we all know the value of peace. Sisi, nyinyi mnajua dhamana ya amani? Huyo mchochezi ambaye anachochea ghasia Kenya, kila mahali anaenda, anafuatana na fujo, akifikiria ita, atatafuta public sympathy na kurusha mawe kupiga watu. Tumwambie leo, Wakenya wanajua dhamana ya kuishi kwa amani na Wakenya wataishi kwa amani na huyu mtu sasa. Tunamwambia maendeleo inatembea Kenya nzima, lakini yeye akaangalia sababu ako na uchungu ako na chuki ako na wivu na apendi Kenya iunganike iwe kitu kimoja. Ameanza kutupatia vitisho, anatuambia anataka Wakenya wapigane, alituambia tutapigana 2027. Tena Jumanne amesema siku ya tarehe ishirini na tano wiki hii ambayo inakuja anataka kuleta vita Kenya yetu, ati anasema anashikana na Gen Z. Sisi tunamwambia afanye nini ashindwe yule mkabila hivi juzi, nilimwona saa hizi anajaribu kuchochea watu. Yeye alikuwa nadhani hii finance bill itakuwa mbaya, ili achochee watu waingie barabarani. Ameona finance bill iko sawa, sasa ameamua ya kwamba ati ile kuchochea alikuwa amesema 2027 watu watapigana. Amesema hii 2027 ataileta mapema, wiki ijayo watu waingie kwa street, wapigane kwa sababu ya chuki. Lakini tunamwambia sisi kama Wakenya, hatuna wakati ya kupigana, hatuna wakati wa chuki, hatuna wakati wa malumbano. Sisi ni Wakenya, tutakaa pamoja na tuishi pamoja because we are one country, one nation built under one flag kweli kutoa yule jamaa wa ukabila, jamaa wa kitendawili ambaye yeye kazi yake ni kuleta ukabila na siasa za chuki. Yule jamaa wa mnyoro alikuwa anasema ya kwamba watu ya Western kwa sababu hawana shares awezi pata maendeleo, na wabonga wakafanya ile kitu. Baada ya kutoa yule jamaa ndio tunaona pesa za barabara hapa Western, na pia kaka mega yote kwa ujumla eh, kuna wengine wanasema ati sisi tusikuje kusaidia wamama hapa na baholo. Tuwambie namna gani? Washinde wazishindwe? wanasema wale ati kwamba wamama na baholo wakienda mbele iwao hawatafurahi furahi. Tuwambie shetani afanye nini? Leo ni leo asemaye kesho si tumefika na mambo bado mambo bado mambo itafanyika leo na maholo muri moyo